Upandikizaji wa mimba maarufu kama IVF ni mchakato wa kisayansi ambapo yai la mwanamke na mbegu za mwanamme huunganishwa nje ya mwili katika maabara, kisha yai lililorutubishwa huwekwa kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke ili kukuza mimba. Teknolojia hii imeleta mapinduzi makubwa kwa watu wenye changamoto za uzazi. ni upandikizaji na kuwa ni teknolojia tunayotumia kwa wanaotafuta ujauzito kwa njia ambazo za kawaida hazijaweza. So mwanamume ambao labda ana shida ya fertility, mwanamke aliye na shida ya fertility, na pia mwanamke labda alifanyia upasuaji na kizazi ikatolewa ama tube iliblok, ama mwanaume ambao mbegu zake labda hazitoshi kutafuta mtoto kwa njia ya kawaida. Tangu kuzaliwa kwa mtoto wa kwanza wa IVF Louise Brown mwaka 1978 nchini Uingereza. Inaaminika kuwa zaidi ya watoto milioni nane wamezaliwa kupitia teknolojia hii duniani kote. Mchakato wa upandikizaji wa mimba kwa wanawake unajumuisha hatua wa sita kuu, ikiwa ni pamoja na kusimamisha mzunguko wa hedhi, kuchochea uzalishaji wa mayai, kukagua maendeleo ya mayai kabla ya kuyavuna, utuingie keta, tuyavune tuyaweke kando upande mwingine ama mkono mwingine, huku tukishughulikia mwanamke, mwanamme naye anashughulikiwa. Tamba haya tunaomba mbegu, so mwanamme naye akupatie mbegu. Tukishapata ya ile mbegu yake, waisafisha waiboresha, alafu sasa wakutanisha mbegu ya wa mwanamke na ya mwanamme katika lab. Utakachotengeza inaitwa unaitwa embryo, lakini kumbuka bado inahitaji kwenda kwa kizazi, ndio ibebeke kama ujauzito so kama mwanamke kizazi chake iko sawa, hakina shida, hakina hitilafu, twaingia pieta tena twamwekea embryo, uingize ndani ya kizazi cha mwanamke kibebeke na uwe. Ikishafika miezi mitatu hivi, mimba ishafika mizuzu na upandikizaji utakuwa ishaisha. Ingawa IVF si mara zote hufanikiwa kwa jaribio la kwanza na ni mchakato wa gharama kubwa, wagonjwa wengi wamepata matumaini kwa kujaribu tena. Amina Omar mwanamke wa miaka 35 kutoka kaunti ya Garissa alijaribu kupandikizwa mimba mwaka 2019 baada ya miaka kumi ya changamoto za uzazi na kufanikiwa kupata mapacha ambao sasa wana umri wa miaka minne. Niliolewa mwaka wa 2010 nikawa mjamzito mara ya kwanza, baada ya miezi mitatu mimba ikatoka. Hapo ndio niliporudi kwa daktari, akanifanyia mtihani wa matibabu akaona kuwa niko na TB cha mfuko wa kizazi, akanipa dawa za TB. Tena nilirudi kwa daktari baada ya miezi sita kwa ajili ya kutafuta mtoto. Nikafanya uchunguzi wa matibabu na daktari akapata kuwa niko na shida ya mrija wa fallopian umefungika. Akanieleza kuwa hapo ndio mrija umefungika, hapo ndio naweza kufanya IVF. Hata hivyo, kuna wengine ambao wamejaribu IVF na hawakufanikiwa. Ni muhimu kutambua kuwa hatimaye kuzaa ni jaala ya Mola.